E bwana, hapa nina kifaa nimekishika, hiki kifaa kinaitwaje na je kinafanya fanya vipi kazi? Aa, kuna kifaa kingine hiki hapa hiki pia kinaitwaje nakinafanya vipi vipi kazi e bwana. Hii ni kipindi ambacho kitakupa elimu kibao kuhusiana na masuala ya magari. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne ni mwaka ambao umekuwa mzuri sana kwetu, kwa sababu ndio mwaka ambao The Gear imeanza kuonekana upya katika kipindi chako, ambacho wewe ni mpenzi wa magari, wewe ni mtu ambaye una ndoto kumiliki gari, unataka kufahamu juu ya matatizo yote ya magari ama mambo mbalimbali yanayoendelea mbali duniani kuhusiana na magari. Sasa, katika show yetu ya The Gear, bwana, tuna segmenti moja ambayo tunakuwa tunaongea na mtu anaitwa tunam tunamuita kama Petrohead. Petrohead ni mtu ambaye anapenda magari ama anajua magari, anaweza kawa mtu maarufu ama anaweza kawa mtu wa kawaida, lakini ni mtu ambaye anafahamu zaidi magari na atashare na wewe experience mbalimbali ama knowledge aliyonayo kuhusiana na magari. Na wewe kama msikilizaji, unaruhusiwa pia kwenda katika Instagram page yetu ambayo inaitwa 255 Jerry kutoa comment yako, nini ambacho umependa, nini ambacho utahitaji tuzungumzie katika show zetu zijazo. Sasa tuna segmenti yetu nyingine hii ambayo inaitwa Autotech mimi, na kuwepo na waelezea masuala mbalimbali ya ufundi, masuala mbalimbali ya vitu na matatizo mbalimbali ya magari na solution zake ambapo pia wewe kama mtazamaji utaweza kuenjoy na kuweza kupata elimu na kuweza kuprotect gari yako isiharibike kabla haijatokea tatizo lolote. Segment yetu ya mwisho inakuwa gani ndinga. Hapa tuna discuss kuhusiana na magari mbalimbali, tunaenda ku review gari mbalimbali either online ama physically, Tanzania ama nje ya nchi, na leo nimeandalia moja kati ya vitu vikali ambavyo tumekuwa navyo katika show hizi za mwaka 2024 na, na, naitwa Jerry ama 255 Jerry. Kwa upande wa petro head bwana, tulikuwepo na msanii um, maarufu anaitwa Mario. Tulifanya naye interview na alielezea matatizo aliyokutana nayo katika uh, safari yake ya umiliki wa magari. Mimi kama mmoja wa shabiki wako na tunaefahamu na kuona mara nyingi unakuwa na magari ya chini, kwa nini umeamua kuwa na magari ya chini au kwa sasa ndo plan ziko hivo? uh,

Tugani ambacho nahisi kuna tofauti kati ya hizi european cars na japanese, yani kitu gani ambacho feel tofauti baada ya kwanza na kuwa na european cars eh?

Mfano sawa so. So, we zamani, uko gafundi, maisha yamebadilika. Toke sehemu unahitaji kubadilisha tairi ama tatizo lolote la gari lolote tu kwenye gari unaweza yes, lakini but...

Bila kusahau Billnas. Billnas naye aliweza kushare experience yake barabarani namna alivyoweza kuibiwa simu bila kutegemea, pale ambapo alipokuwa anahitaji msaada katika matatizo mbalimbali katika gari. gari gani ya kwanza, yani ya kwanza kabisa, ile umejitafuta, yani, unajua, yani ile umejitafuta, unasema hii gari yangu, natamani ulale hata ndani ya gari. Gari gani?

Uh, Ko, li, ni gari milioni nane laki tatu. And what's your best car now, katika hizo gari ulizo nazo, what's your best car? Yani kwamba unajua unaweza kuwa na viatu kibao lakini kuna kiatu kimoja ndio unakipenda sana, katika best katika gari zako collection unayo sasa hivi, gari gani is your best car? Ah, kila gari bwana ina sababu zake. Eh, ah, el city yale ni gari ambayo naipenda sana kwa sababu ni gari ambayo sikuwahi kutarajia kama nitakuwa nayo na wakati natoka, ilitoka katimini Dubai, ukaa tunaziona zile gari kwanza. Mi na rafiki yangu tukazicrash hizi gari mbaya sana, to 200 ilikuwa best na nini VXR, hivo hivoho. Tukarudi baadaye, yule ule rafiki yangu akawa kwanza kununua kanunua 300 ya 2023 ilikuwa uh, GR Sport mm. Kanua ko na ni rafiki yangu sana ambaye wakati mwingine mimi naweza kuendesha gari yake, kaendesha gari yangu. Kwa hiyo anaendesha ile gari ka naipenda, lakini sio gari ambayo naishi kama naweza kuinunua kwa hiyo baadaye, nilipofanikiwa kuimiliki, ni gari ambayo yani naipenda sana. Alafu gari nyingine naipenda ni sport, kwa sababu nilikuwa zawadi na mke wangu, na naishi ni zawadi kubwa ambayo amewahi kunipa yani, kitu cha kunizalia mtoto na vitu vingine. Uh, ile gari ilikuwa zawadi kubwa sana kwao ni gari ambayo unaipenda hata na kuijali kwake, tofauti pia. Verify anaipenda tota, verify anaipenda kwa sababu tuliwahi kusafiri mimi na rafiki yangu, tukaenda nchi moja hapa pa Afrika, kuna mtu akatupokea na ile gari alafu akatudharau sana, akaongea vibaya vibaya, unajua na tulingishia ile gari yake na nini. Kwa mimi nikasema ile gari mimi nitakuja gari tukinunua, hata kama itakuwa mwaka gani, mimi nitanunua hiyo version itakayotoka kwa mwaka. Kwao ni gari naipendea hivyo, lakini kingine naipenda ni gari ambayo watu wengi hawajui na nikifanana na privacy. Okay, na na, so, okay. hapo hapo kuna magari mengi kuliko idadi ya memba wa familia, ratiba inakuwaje? yeah. Au ah, ukiamka ukishuka, ndio unachagua funguo, au kichwani unajua leo unaenda wapi, natokia gari gani, ratiba inakuwaje? you know, mostly inakuwa kutokana na gari zilivopaki kwa sababu wakati mwingine unakuta gari moja iko kule, hizi zingine zinabaki huku, kwa hiyo yeah. Ukisema bwana, mimi lazima nitoke na ile, mpaka upangue gari nyingine yeah. Kwao inayokuwa mwisho huko yeah. Anayokuwa wa kwanza kutoka ndo anatoka na ambayo iko mwisho. Uzuri uh, yani mimi, mimi gari yote naweza kutoka na yeah. Saa so, nyingine inaweza kutumia hata usafiri mwingine tu ambao hauku nyumbani, hata hizi usafiri yeah. za nini yeah. yeah. kwa hiyo mi gari sinaga kwamba kesho lazima nitoke na gari fulani, maybe labda kama nina interview flani au na kitu ambacho kinahitaji nitoke na gari fulani, au labda nasafiri, lakini wakati mwingine naangalia gari gani, kwa sababu gari zinapokuwa nyingi, unakuta gari nyingine, hii ina mafuta, hii haina, hii na, kwa hiyo unaangalia gari ambayo pia nyingine ina mafuta mengi kutokana na mafuta. Ushawahi kuzimikiwa na gari njiani tajiri? Nishawahi. Tena ile moja tu, ile ile ile BMW ambayo inasumbua ya ile BM ilikuwa nasumbua lakini <laughs> kuna moja ambayo ilikuwa mbaya zaidi, ile rangi rangi rangi tena mafuta yeah. Uh, nilivyotoka ni, yeah. <laughs> ah. pale geji Nikasema nitapitia Shell. Nilipofika karibu na Shell nikakutana na rafiki yangu, akaona gari yangu tukaanza eh, ya eh, kukimbizana bila mi kuangalia kiasi cha mafuta ambayo yapo eh. Kwa katika kukimbizana mi kufika Moroko, tena karibu na shell pale, gari ikae imezima no. Ilivyozima kwa sababu karibu na shell kwao, nikaeka pembeni nipate msaada wa kuweka mafuta eh, umeona no? Wakati naangalikia kuweka mafuta akaja mtu wa pikipiki yeah, akanishikia akaja akaniambia ha, bwana pole, akakata kidumu akajifanya kama msamaria mwema sana, akanisaidia kuweka kidumu hapo. Sasa ile gari kuweka mafuta pale, lazima kuna sehemu u press kwao, tukawa tunatafuta mtu wa ku press pale, yeye akawa anashindwa, nikampa simu yangu animulikie ili niweke mafuta, sababu alikuwa anashindwa. Kwa hiyo nimulikie nikaweka mafuta hivyo, kwa sasa concentration yangu ilikuwa kwenye gari kwao, naweza pale, nikamtoa tu la asante Nikawasha gari nikamwacha na simu yangu ah. Nimeendesha mpaka umbali kidogo tu mpaka Victoria, I think nikakumbuka, eh, mbona simu yangu haijaita? Kuangalia kwa, kwa, eh, naona sina simu nah. Kurudi pale, yule mlinzi anasema juu chochote, kuangalia kamera zilikuwa zimezima nini. Kwa hiyo nikapoteza simu yangu yn yani, nah. Alafu ilikuwa na vitu vyangu vingi mikataba na watu nini, nini Oye, moment fulani ambayo afsa nikampigia rafiki yangu mmoja kumwambia, ah bwana nimepata situation moja vinaepoteza simu. Akaniambia, ah wewe bwana, wewe unashindaje kuweka mafuta yani, badala ya ku baadaye nayaku kn nikandamiza lakini Bwana, kulikuwa na mchizi mmoja bwana, anaitwa Kijoti. Kijoti bwana, alikuwa na stori zake za kufurahisha sana katika show The Gear, na watu wengi sana walipenda uh, kipindi chake. Kijoti anachekesha sana, ni fundi lakini pia ni mtu ambaye mimi nahisi kama ni comedian. kama wewe ni mtazamaji uh, na unaona kama ni rahisi, hili sio rahisi, jambo rahisi kwa masuala ya mafundi wale ambao ni mafundi wanaweza kuelewa, ni ngumu sana mtu kuwa na uwezo kufanya kazi ya mechanics at the same time kuwafanya kazi ya body at the same time kufanya kazi ya rangi at the same time kuweza kufanya kazi ya umeme wa ya magari, yani ni kitu kigumu sana, na itachukua muda sana kuwa competent katika sekta zote, sa, za za hivyo vitu vyote na kuweza ku, kuviweza katika uh, hali nzuri, yani kuwa competent. Sasa, bwana tajiri, changamoto yoyote hmm, ushakutana nazo katika kazi kama hivi? Ah, changamoto ni ni nyingi. Kuna siku nilikuwa nimeenda zangu Lindi sikalindi huko, kuna mzee mmoja hivi alikuwa na gari yake ni 124. Sasa ile gari ilikuwa na matatizo kwanza, ilikuwa ni ili mambo ya transmission, pia gari ambayo ilikuwa inatakiwa kufanywa fanyiwa nini bodi nini yao ipigwe rangi iwe kama mpya, yeah. So kwamba ilibidi tuende tukaanze na swala la gari kwanza, liweze kumuvu na kutoka huko Lindi mpaka kufika Dar aise, yeah. Toka na mdogo wangu pale, Omari Omari, mdogo Omariadogo fulani, fundi umeme, yeah. Enda naye mpaka kule, fika kule <coughs> tukapambanapambana hivi, mm. Tukafunga apasi ilivyomaliza gari ikafanikiwa Hmm. Si, ilikuwa ilikuwa, ilikuwa ina waka lakini ilikuwa haiwezi kutembea, am mdogo wangu hapa, cha kufanya ah, tupambane gari itembee chochote kitakachotokea, lakini tuwe tunaelekea njia ya nyumbani, uh. Yaani sisi mwelekeo huo, wapi Dar es Salaam. Ni kutoka Lindi. Lindi. Lindi. Yeah. Yeah. Kutoka Lindi eh, uh. kutoka Lindi. Tukaifixi pale kama midaya kama saa 10:10 hivi jioni Eh, jioni. Tumejaribu kuzunguka paka mmiwili mitatu mpaka sasa hivi imekuwa iko tayari kwa safari. Tukae barabara ya Dar es Salaam <laughs> <hazan> kakaa safari kwa kuna sehemu ambapo nje kidogo ya mji ambapo sasa ndo hivi. Imekaa hivi naangalia location wapi <hazan> <tayo, hazan> <nah. hazan> kaambia bwana, tujikusanye kama unanunua soda na nini kila kitu <laughs> tujipeki naga mm. zote yani yanara huko barabarani kama unataka kuvuta na nini, chuma kinapepea kinapepea kinapepea kinapepea. Sasa eh. gari ilikuwa kama, baada ya kuanza safari, gari kaa tunaona kama ilikuwa na matatizo ya

aende ah, chuma zile kilomita mpya, ah, yani chuma mpya, yani haijaweza kukusogeza chini kidogo, yani unasahau matatizo, lakini chuma kikianza kunyanyuka sasa, ndio unapokuja kurudi kwenye matatizo yako sasa, unaona mpambane sasa, kwa hiyo target ile mbili sasa kwamba ukipata down inabidi ushuke kwa high speed ili kwenye kunyanyuka kidogo matatizo yaje kukuta unamalizia malizia mlima. <laughs> Sasa kuna sehemu kweli hapo ilishafika ilishaenda enda sababu mimi sio mwenyeji sana wa maeneo ya kule lakini nilikuwa tumetembea umbali kidogo ambapo hapo muda kama saa moja hivi usiku saa mbili, kiza ilikuwa keshaanza kuingia, tukipata mteremko katikati katikati hapo Sasa ule muda wa kutumia ile vizuri Ae. Chuma kilivyotelemuka, ha! <laughs> ukasikia, chuma <laughs> chuma kuja kuja kupandisha hivi wa kimehangaika barabarani pale kuja kukiweka sawa bwana. Ndugu yangu namuuliza bwana, vipi? ambia hiyo hiyo kaka, itakuwa tairi aya. <laughs> Tairi, eh. Hapo tulipotoka kule, tulikumbuka tu kununua nunua hizo zaga zaga zetu, lakini hatukukumbuka kuangalia ile gari kama inawili sana okay. <laughs> okay. ina jeki, ina tairi spea lakini tukasema kwa sababu nasafiri usiku, huwa barabara inakuwa kidogo hivi, imekuwa kuli, kwa hiyo kuna matatizo matatizo kama hayo ya matairi matairi kidogo yanakuwa hayapo sana, lakini ile gari inavyoonyesha tu kwamba yani, yale matairi yalikuwa yashakauka, yani yamekuwa yamekuwa yamezeeka na ule mzee inaonekana aliipaki muda mrefu, sasa mpaka alihitaji kwanza kwenda kuifufua, na akaona Dar es Salaam ndugu ndo atapata wataalamu wake, kwa hiyo sasa ile gari ilipopata ile pancha hmm, kaweka chuma pembeni, kaambia sasa, mdogo wangu hapa tunafanyaje? kama hivyo vitu kwanza, hatuna hatuna hata kitu hapa, tunafanyaje? Mdogo wangu anaambia, bwana hawa cha kufanya hebu nipata pancha eh, ee, pancha saidi ya nyuma kulia. Sema bwana, ngoja tujitahidi kujikongoja, yani tutafute tafute hata wenyewe sehemu. Kuna kijani hapo tulipo mbele, huoni kiza? <laughs> ni kiza tu yani, ule mwanga unaopata gari likipita. Na magari naona muda ule ilikuwa ni, ni machache sana. kwa hiyo uh, pale kilichofanyika mungu mungu, mungu, bahati nzuri ukaona kuna watu wanatoka msituni huko. Kushtuka, yeah. Eh, bwana vipi tena hawa watu bwana. Bwana siogope bwana, huku msituni kama watu salama, sawa, kama watu watakuwa watu wabaya ndogo wangu ndo tusome dua zetu za mwisho, kaaana ndo tulifia huku, tulipotelea huku. Tumefanya interview pia na DJ Alibi Asumani, bosi Asumani bwana, kwanza hongera sana na magari mazuri. Ndo sababu kubwa ya mimi kukutafuta. Unajua hadi tunaamua kukuweka katika, katika kipindi chetu kinachoitwa The Gear, segment inaitwa Petrolhead, manake tunazungumza na watu ambao wanajua magari na wanapenda magari. Na mtu sio lazima mtu aseme kwamba anapenda magari yani, okay. unaona kabisa huyu mtu yuko ready kuinvest kwenye gari. Kwanza tuko na gari aina gani hapa eh? Range Rover Sports, hii ya mwaka gani? 2018? Hii imekuwa upgrade kit, uh, imefanywa upgrade ama ndo ilivyo yani, imekuja hivi UK. Okay, na mimi ni mmoja kati ya mashabiki zako ambao nafuatilia sana katika page yako, na nimeona sio hii tu, naona kuna viuma vya hatari sana. Kwanza kabla hatujaenda kwenye vyuma vingine enye natamani niingie ndani na mimi nionje kidogo Amen. Hey. Kitu cha kwanza kabla ya uzuri wa gari, um, napendaga kufahamu bwana bratha anarekodi vipi, yani video zake kwanza kali sana akiwa kwenye gari mm. Kiufupi unaua sana ukiwa kwenye gari <laughs> na nikasema leo niangalia, anawekaga wapi eidha ni, ni simu ama ni kamera, anawekaga wapi, nikagundua kwamba una maunt hapa hapa na maunt na hii hold hapo nikishaweka simu hapo eh, yani noma yeah. Yani, no, kabisa. Alafu huwezi kuamini, unajua mara nyingi sana mimi naekaga simu na record tu matukio eh, yeah. Alafu nakuja kupata content bila mimi kujijua. Alafu unaz una, una, una ziedit mwenyewe yeah. Inawezekana wanacha simu muda wote alafu baadaye ndo unapata kipande yeah. Unapata kitu kikali 20 <muching> Kuna ile kuna ile kula bomu ile inakuwa kama ipo kwenye, unaunganisha vipi au ni kwenye credit? Mimi sitaki kuanzia hapa ah, kwenye Range Rover. Natamani kupata stori ya nyuma kabla ya Range Rover na kabla Asmani, ah, hajajulikana kiasi hiki sawa, kwa sababu mm, wote tunajua kuanzia hapa kwenda mbele lakini zamani kabla ya hapo, gari yako ya kwanza ilikuwa gari gani? gari yangu ya kwanza ilikuwa gari IST... mm. na ulikuwa DJ? Nilikuwa DJ. Ok, na udj umeanza kitambo, mwaka elfu mbili na nne na tano. rangi gani? Nyeupe. ilikuwa ikatoka, hey, ist ikaenda ikaingia nini, toka ist

Yeah. Yeah, ndio sport e so discovery ile eh? Alafu ndio ikatoka dis, ika, ikaja BM ama kanua BM, alafu ndio kaja hii ah, GLC pia Mercedes, mm. Mercedes hukaa nayo sana lakini mm, eh hukaa nayo sana kwa sababu vipengele nikaona ni shida. <laughs> <laughs> Kwa hiyo ikatoka pale ndo, ndo kaingia huko. nataka nataka story ile ya IST sasa mm. Ile hela ile sasa, jinsi ilivyoikusanya kusanya, ukaenda kuinunua ile IST, ule usiku wa kwanza unalala ile mm. Leo ni na IST ilikuaje? Hicho ndio nachotaka nikijue. Ah, kiukweli ile ya IST mi nilikuwa na milioni nne tu eh. <laughs> <laughs> umeungaunga hela eh, nyingine aliongezeaga bosi wangu credit eh, nah, zake eh, marango ya bosi wangu eh. E, anaitwa waubu. Hiyo IST nilipewa na mwarango anaitwa Mopao. E. E, tajiri Fredi Mpao. Na ye ugari nilipewa kwa mkopo rangi gani? Akambia vimba mjini walikotafuta mteja wakakosa. Aa, napenda sana kufanya kipindi hiki kwa sababu ni moja kati ya sehemu ya maisha yangu katika Aa, kipindi ambacho pia nilikifurahia ilikuwepo ni kuhusiana na, na airmatic suspension. Ni matatizo ambayo watu wengi wanakutana nayo hasa wale watumiaji wa hizi gari za kisasa, na niliwapa elimu na watu wengi sana walienda kucomment kwamba wameweza kufahamu kitu ambacho wa wao walikuwa hawakifahamu, hawa kama watumiaji wa kawaida wa gari.

Bana, shukran kwa kipindi chote hiki, tulipata show kali kupitia director wetu, anaitwa director Zosa, production inayoitwa uh, Jerry Spare production. Mimi inaitwa uh, 255 Jerry ama fundi Jerry. Unaweza kuingia katika Instagram page yangu, yani 255 Jerry, ukaweza ku drop comment yako, sawa, ku follow, na ukaenda YouTube ukakutana na show zetu. Usisahau ku subscribe pamoja na ku like show zetu zote. Hii inaitwa The Gear.